Yoyote Rolin Kirote alipofahamu kuwa alikuwa mjamzito, alifurahi sana kupokea habari za kuwa mzazi kwa mara ya pili kwa moyo mkunjufu. Lakini baada ya miezi mitatu ya ujauzito wake, akawa na changamoto za afya ambazo zilitishia sana hali yake ya ujauzito na maisha ya mwanawe mtarajiwa. Saa yeye yeah, venye alikuja she was almost vile alifikisha 3 months hata yeye alikuwa almost kutoka. Baada ya kulaza nyumbani kwa miezi mitatu ya mwisho ya ujauzito wake, alipelekwa hospitalini ilikobainika kuwa mtoto aliyekuwa akimtarajia alikuwa na tatizo la jaundice na angehitaji kufanyia upasuaji. Baada ya mahangaiko ya kulaza nyumbani angalau kuiokoa maisha ya mwanawe pamoja na uchungu wa kufanyia upasuaji wa dharura Kirote alikuwa na kila sababu ya kumshukuru Maulana kwa kumpa mwanao wa kike akiwa buheri wa afya. Jina akamwita Lian Makena. Hizi bado ni za roho, lakini furaha yake haikudumu kwa muda mrefu, kwani miezi mitatu baadaye Makena alianza kukohoa na hata kuishiwa na pumzi wakati wa kupumua, jambo lililopelekea yeye kulazwa hospitalini. Tulikaa level five for one week akiwa na converse na akiwa kwa oxygen throughout for one week. Wakasema nao mali imefika, atutume Kenyatta Hospital akaangaliwe kama kuna shida ya roho or anything else. Tulipoenda Kenyatta that first December, tulilazwa na kapimo, akapatikana na meningitis na pneumonia lakini uchunguzi zaidi ulibaini kuwa Makena alikuwa na tundu mbili moyoni ambazo hazikujiziba alipokuwa akikuwa tumboni mwa mamake. Hii ina maana kuwa damu yake safi na chafu huchanganyika kutokana na mojawapo ya mishipa ya damu ya moyo wake kufeli. Mtoto sahii hawezi simama yeye mwenyewe. Hawezi keti. She is nine months. She is just six kgs. Hakuna kitu anaweza kujifanyia labda kucheza cheza tu hivyo venye anacheza na mikono yake, na hiyo problem yetu inaletwa na hiyo roho, lakini kitengenezwa, she can grow very fast na aweze kuishi kama watoto wengine. Kulingana na agizo la daktari, Makena anapaswa kufanyiwa upasuaji wa kurekebisha hali hiyo kabla ya kufikisha umri wa mwaka mmoja, ili kuzuia matatizo ya miaka ya baadaye. Mwenye tuliona wa mwisho wa Karen Hospital alikuwa amesema tusingojee mtoto afikishe mwaka mmoja kama hajafanyiwa hiyo sajari sababu akifikisha mwaka mmoja it will be complicated, na ata need more test na ku, ku make it after year might be hard. Sababu yeye mwenyewe ana grow venye ataendelea kupata nguvu na kujaribu kucheza, roho huwa inapata strain, na ikipata strain inaweza fail. Sababu right now kuna dawa nakunywa nanakunywa dawa mingi za anti failure za kuzuia roho isi fail Nkirote analazimika kununua dawa hizi kila wiki kwa gharama ya shilingi elfu tano ili kumpa Makena angalau kupunguza makali ya hali yake. Kwa sasa amejiandaa kumpeleka bintie nchini India kwa matibabu ya dharura ila fedha ndizo kizungumkuti. Humu nchini katika hospitali alizoenda alielekezwa India kwa matibabu kwani hali ya mwanawe inahitaji mitambo ya hali ya juu na weledi zaidi. Atao wakasema wako na personnel madaktari wenye wanaweza fanya hiyo kazi, lakini hawana equipment. Wakasema probability yake wakifanyiwa huku it will be just 20%, na walikuwa wanajua tukienda India it is like 100 or 95% survival. Ni tumaini la mama huyu kuwa zimu hili litakapokamilika mwanawe atakuwa kama watoto wengine na hata kutimiza malengo yake maishani. Dana Rose, QTV, makala ya Siha Njema. Muweka mpaka hapo amefika. <tune>